Kijiji cha Mwanzalima kilikuwa kijiji cha kawaida chenye vumbi jekundu lililokuwa likifuka kila mara upepo ulipevuma kutoka mashambani. Nyumba nyingi zilijengwa kwa matofali ya udongo, zingine za mabati yaliyokunjikana kana kwamba yalikuwa yamepitia mapambano ya miaka mingi. Kwenye njia kuu ya kijiji kulikuwa na vibanda vidogo vya wauza mboga, wauza maandazi, pamoja na wahudumu wa bodaboda waliokuwa wakipiga stori zao za kila siku. Katika kijiji hiki aliishi bibi mmoja mzee sana aliyeitwa Bibi Shubiri muda mwingi watu walimwita mama Shubi. Alikuwa na mgongo uliopinda kwa sababu ya miaka na hatua zake zilikuwa za taratibu, kana kwamba kila hatua ilikuwa mjadala kati ya miguu na ardhi. Mikono yake ilionekana kama ramani ya miaka iliyopita: mifupa iliyoonekana, ngozi iliyokunjamana na makunyanzi yaliyokuwa kama mistari ya hadithi zisizosimuliwa. Bibi Shubiri aliishi peke yake katika nyumba ndogo ya udongo iliyozungukwa na vichaka vya mihogo. Hakukuwa na sauti ya watoto wala mjukuu anayocheza mlangoni. Hakukuwa na mtu wa kumuita jamaa. Watu wa kijiji walikuwa wakisema kuwa bibi aliwahi kuwa na mtoto mmoja, lakini alipotea miaka mingi iliyopita, alipohamia mjini akitafuta maisha bora. Tangu hapo hakuwahi kurudi wala kutuma habari. Kwa muda mrefu majirani walijaribu kumuuliza bibi juu ya mtoto wake, lakini bibi hakuwa mtu wa kusimulia mambo ya uchungu. Kwa kawaida alikuwa akisema kwa sauti yenye utulivu, maisha yana siri zake, yatakuambia pale inapofaa. Pamoja na upweke huo Bibi Shubiri hakuwa mtu wa kukata tamaa. Kila asubuhi aliamka mapema, akifagia kiwanja chake kwa ufagio wa miti na kuandaa maji ya kunywa tayari kwa siku mpya. Mara nyingine alijaribu kulima bustani yake ndogo ya mboga, ingawa nguvu zake zilikuwa finyu. Lakini miaka ilivyozidi kusonga, mambo yalibadilika. Uzee uliibana mifupa, nguvu zikapungua, na uwezo wa kufanya kazi ukawa mdogo sana. Sasa Bibi Shubiri aliishi kwa kutegemea msaada wa watu. Wakati mwingine alikuwa anapita nyumba kwa nyumba, akiuliza kama kuna mabaki ya chakula mwanangu. Sauti yake ilikuwa laini, ikibeba tumaini dogo lilokuwa likitetemeka. Kuna nyakati alipofunga siku bila kula, lakini bado alijitahidi kuwa na tabasamu, kwa sababu ndani ya moyo wake aliamini jambo moja: mtu haishi kwa chakula tu, bali pia kwa heshima na utu. Hapo ndipo hadithi hii inaanzia, lekaka libabakeni, na safari ya moyo wa bibi mzee inaanza kuonekana wazi. Bibi Shubiri hakuwahi kuwa mtu wa kulalamika au kunyanyua sauti yake kwa hasira Watu wa kijiji walimjua kama moyo wa upole uliotembea kwa miguu. Miaka ya nyuma, alipokuwa bado na nguvu, alikuwa akiwasaidia majirani kuvuna mazao yao, kuwatunzia watoto au hata kupika kwenye sherehe za kijiji. Alikuwa na ule utu ambao hauhitaji utajiri ili kung'aa. Alijua kutabasamu hata pale alipokuwa akiumia ndani. Watu walikuwa wakisema moyo wake unafanana na maji tulivu ya mto wa asubuhi, na kweli alikuwa na hekima ya kutulia na kutafakari kabla ya kuzungumza. Mara nyingi vijana walikuwa wakimfuata kumwomba ushauri pale walipoona maisha yamepinduka. Aliwaambia, usikimbie upepo, ujifunze kuusoma. Kauli zake zilikuwa rahisi lakini zenye uzito. Lakini mwaka ulipoendelea kusonga, miaka ikamzidisha umri na nguvu zikamkimbia taratibu, kama jua linavyozama bila makelele. Kazi ndogondogo alizozitegemea hazikuwepo tena. Macho yake yalianza kudhoofu, mikono ikawa mizito na hata kutembea kulihitaji mapumziko katikati. Bustani yake ndogo ya mboga ilianza kukauka. Hakukuwa na mtu wa kunyunyizia maji, wakati miguu yake ilikataa kuendelea kufanya kazi ya kusimama kwa muda mrefu. Nyakati nyingine angeketi kwenye kizingiti chake, akitazama anga lililojawa na mawingu, kama mtu anayejadiliana na siku za jana. Njaa ilipokuja haikupiga hodi, iliingia kwa ukimya na kukaa moyoni mwake. Alijaribu kujizuia kuuliza chochote kutoka kwa watu kwa muda mrefu, aliona aibu aliona kama angeonekana kuwa mzigo, lakini mwili ni kama moto mdogo; ukikosa kuni unazima. Hatimaye siku ikafika ambayo aliweka aibu pembeni na kuamua kutoka. Alivaa hanga yake ya zamani iliyofifia rangi, akachukua fimbo yake ya mwaloni na akaanza safari ya nyumba hadi nyumba. Sauti yake ilikuwa tulivu, iliyojaa unyenyekevu ulioumizwa kidogo. Mwanangu, kama mna mabaki ya chakula, hata kijiko kimoja kinatosha. Wengine walimwangalia kama mzigo wa dunia. Wengine walijifanya hawamsikii. Wengine walimpa tabasamu la juu juu tu. Lakini alijua hata kama dunia imebadilika, heshima ya roho yake haikupungua. Kwa ndani alijiambia, siombi kwa sababu nina tamaa. Naomba kwa sababu maisha yamenifundisha kuwa sisi ni viumbe wa kutegemeana. Siku moja jua lilikuwa kali, kiasi kwamba kivuli nacho kilionekana kuchoka. Bibi Shubiri alitembea taratibu akisaidiwa na fimbo yake, akielekea kwenye nyumba moja kubwa iliyojengwa kwa matofali mapya. Nyumba hii ilijulikana kijijini kama ile ya mwenye viwango. Mlango wake ulikuwa wa rangi ya dhahabu bandia, uking'aa kana kwamba ulikuwa ukijisifu mbele ya upepo. Ndani yake aliishi familia iliyokuwa imebarikiwa na mali, lakini moyo wao ulikuwa umekauka kama ardhi isiyopata mvua. Bibi alisimama nje ya uzio, akavuta pumzi ndefu, kisha akagonga taratibu mlango. Dakika chache baadaye mama wa nyumba alitokea. Alikuwa amevaa kanga mpya na shanga zilizunguka shingo yake zikitoa sauti ndogondogo kama kengele za fahari. Shikamoo mwanangu, bibi alisema kwa sauti ya heshima, akiinamisha kichwa kidogo. Marahaba, mama wa nyumba alijibu bila hata kumtazama vizuri. Macho yake yalikuwa kwenye simu. Naomba kama kuna mabaki ya chakula mwanangu, hata kidogo tu, nina njaa tangu jana, bibi akaongea kwa utulivu. Mama wa nyumba alicheka kwa sauti ya juu, kana kwamba ameambiwa jambo la kuchekesha sana. Mabaki hapa kwetu? Hatuli mabaki, hata tukiwa nayo hatupi watu ovyo ovyo. Ungejiandaa mapema kama wengine. Kabla bibi hajajibu, watoto wawili walitoka ndani wakikimbia, huku wakizitupa mpira hewani. Walipomwona bibi, walianza kucheka na kumtazama, kana kwamba alikuwa kiumbe cha kushangaza. Angalia, angalia, bibi omba omba! Mmoja wao alijaribu kumwiga akipinda mgongo. Pengine alikimbizwa na familia yake, mwingine akasema kwa sauti ya dharau. Mama yao hakusema kitu kuwazuia, badala yake alisimama mkono kiunoni, akisema kwa sauti kali, sisi hatuna chakula cha kukupa, enda kwa wale wamezoea kutoa. Hapa tuna kazi nyingi, tafadhali usirudi mara kwa mara. Maneno hayo yalikuwa kama jiwe lililotupwa kwenye moyo wa bibi, lakini hakufoka, hakutukana, hakusema chochote. Alijua kuwa wakati mwingine ukijibu dharau kwa hasira unaiacha roho yako ikipasuka. Alitabasamu kidogo, tabasamu ambalo lilikuwa dhaifu lakini la heshima, kisha akasema, nam nikishaona mwingine nitamuomba Mungu awabariki. Aligeuka na kutembea taratibu kuondoka. Hakutazama nyuma, ila ndani ya moyo wake kulikuwa na uzito mzito kama wingu jeusi lililobeba mvua ya maumivu. Lakini safari yake haikuishia hapo. Hapo ndipo hadithi ya moyo ilipoanza kutikisa dunia kimya kimya. Baada ya kutoka kwenye ile nyumba ya kifahari, bibi Shubiri alitembea kwa utaratibu, akijaribu kuzuia machozi yasimtiririke. Alikuwa amezoea kusamehe, lakini maneno ya kejeli hujenga vilima moyoni. Safari yake iliendelea mpaka sokoni, sehemu ambayo maisha hujaa makelele, harufu na pilika za watu walio katika harakati za kujitafutia riziki. Katikati ya soko kulikuwa mgahawa maarufu unaouza wali, maharage, samaki wa kukaanga na mboga za majani. Harufu ya chakula ilikuwa tamu kiasi cha kumfanya mtu mwenye njaa ahisi kama tumbo linazungumza. Bibi Shubiri alisimama mlangoni kwa muda akijipanga kimoyo. Alijua kuomba tena kulimaanisha kukutana na maneno makali, lakini njaa haina sauti ya aibu. Alijisogeza taratibu, akaweka mkono wake mlangoni na kusema kwa sauti ya upole, shikamooni, naomba kama kuna mabaki ya chakula, hata kama ni wali uliochoka Mfanyakazi mmoja wa mgahawa, kijana mwenye taji ya kitambaa kichwani na tabasamu lililojaa kiburi, alishuka kutoka kaunta. Alimtazama bibi kutoka kichwa mpaka miguuni kwa macho yaliyokuwa na unyevu wa dharau. Hapa si mahali pa omba omba, alifoka kwa sauti ya juu kiasi cha watu waliokuwa wanakula kutazama. Sisi tunafanya biashara, kama huna pesa ondoka, usiharibu taswira ya mgahawa. Wateja wakikuona wanapotea, watu watadhani hatujapanga mazingira. Maneno hayo yalikatiza hewa, anga ya mgahawa ilikaa kimya kwa sekunde chache kabla ya watu wengine kuendelea kula, kana kwamba hawakufanya chochote kibaya. Wengine walikwepa kumwangalia moja kwa moja, wakijifanya hawajui kilichotokea. Wengine walijichekea kwa chini, kama vile walipata burudani ya bila kulipia. Bibi Shubiri alinama kidogo, sio kama ishara ya udhaifu, bali kama mtu anayejua nguvu ya kujizuia. Alivuta pumzi ndefu akasema kwa sauti ndogo ambayo ilibeba uchovu wa miaka mingi, sawa mwanangu, Mungu awape riziki zaidi, nitarudi nyumbani. Na bila maneno zaidi, aligeuka na kutoka. Hatua zake zilikuwa taratibu, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa kama jiwe lililotupwa ndani ya kisima, likizama bila kelele, likibeba uzito ambao hauonekani. Nje ya mgahawa, alisimama kwa muda, aliangalia angani kama mtu anayezungumza na Mungu kimya kimya. Hakulia, lakini macho yake yalionekana kama yanatembea kwenye njia ya kumbukumbu ndefu. Kisha alitabasamu kwa upole sana, tabasamu lililochomwa na maumivu, lakini bado lilibaki kuwa tabasamu. Akaendelea kutembea, moyo mzito, tumbo tupu, lakini bado roho yake haikuvunjika. Wakati bibi Shubiri akitoka mgahawani, jua lilikuwa linaelekea kupungua nguvu na kivuli chake kilikuwa kirefu nyuma yake kama kumbukumbu ya siku ndefu. Alitembea kuelekea mtaa wa bodaboda, mahali ambapo vijana walikuwa wamekaa pembeni ya barabara wakisubiri wateja au wakibadilishana hadithi za maisha. Harufu ya ya mafuta ya petroli, vumbi na matunda yaliyokatwa kutoka kwa vibanda vya jirani ilichanganyika hewani. Katikati ya kundi la vijana hao alikuwepo kijana mmoja aitwaye Juma. Hakuwa tajiri, pikipiki yake ilikuwa ya zamani, yenye rangi iliyofutika na viti vilivyochanika upande mmoja, lakini macho yake yalikuwa na mwanga wa utu. Alikuwa anauza pia matunda madogo kidogo pembeni ili kukidhi siku zake. Alikuwa ameshapitia mengi maishani, hivyo kuteseka hakukuwa jambo la kushangaza kwake. Alipomwona bibi akipita, uso wake ulibadilika. Alihisi kama moyo wake umeshikwa kwa upole. Aliyacheka kidogo mazungumzo ya wenzake, akaamka na kumfuata taratibu. Shikamoo bibi, alisema kwa sauti laini. Marahaba mwanangu, bibi alijibu akijitahidi kutabasamu. Juma alishika mfuko mdogo uliokuwa umejaa ndizi chache na kipande cha mkate. Chukua bibi, sijala sana leo lakini, nisipokupa moyo wangu hautatulia, alisema akinyosha mkono. Bibi alisita, alishtuka kwa upole wa kijana huyu. Mwanangu, hutakiwi kupunguza ulicho nacho, wewe nawe ni wa kuchoka kama mimi. Lakini Juma alitikisa kichwa. Kitu kidogo kinapogawanywa kinakuwa kingi kwa moyo hata robo ya mkate inaweza kuwa baraka. Bibi Shubiri alinyosha mkono wake uliokunjamana na kuchukua chakula hicho kwa heshima kubwa, kama vile alipokea hazina. Alikaa kwenye jiwe lililokuwa karibu na Juma akakaa naye. Wote wawili wakiwa kimya kwa muda, wakisikiliza kelele za dunia kwa mbali. Baada ya bibi kuonja kipande cha mkate, alimtazama kijana huyo, macho yake yakiwa yamejaa shukrani iliyotulia. Kisha akasema kwa sauti ambayo ilisikika kama wimbo wa hekima, moyo mwema haupimiwi kwa wingi wa mali mwanangu. Hauhitaji pesa ili kuangaza, unahitaji tu huruma inayotoka ndani. Maneno hayo yakadondoka moyoni mwa Juma kama tone la maji penye ardhi kavu. Alitabasamu akiinama kidogo kwa heshima. Katika dunia iliyokuwa imejifunika kwa vumbi la ubinafsi, mioyo yao miwili ilikutana na kutengeneza chembe ndogo ya upendo wa kweli, na hapo safari ya uhusiano wao ikaanza kimya kimya. Kijiji kizima kilimjua Bibi Shubiri kama mzee wa kawaida mwenye maisha ya shida na upweke wa muda mrefu. Hakuna aliyewahi kutafuta kujua historia yake kwa undani. Wengi walimwona kama mtu aliyezeeka bila msaada, kama mti uliokauka msimu wa kiangazi. Wengine walimjadili pembeni, wakisema huenda aliuza nyumba zake, au pengine alifanya makosa yaliyomfanya apoteze kila kitu. Lakini ukweli ulikuwa na mizizi mirefu kuliko maneno ya watu. Miaka mingi nyuma, bibi Shubiri hakuwa maskini wala mnyonge. Alikuwa mama wa mwana aliyejulikana na wengi kama mfanyabiashara mwenye mafanikio makubwa sana jijini. Mwanawe aliitwa Daudi, kijana aliyejulikana kwa akili, busara na juhudi. Daudi aliwahi kuinua familia yake na hata kuwasaidia wengi kijijini. Lakini maisha hayana mstari ulionyooka, mambo ya dunia hubadilika kwa kasi kama upepo wa jioni. Daudi alipohamia mjini kutafuta mafanikio makubwa zaidi aliingia katika ushirikiano wa kibiashara ambao baadaye ulimwangusha vibaya. Alipoteza mali, alihubikwa na madeni na hatimaye akatoweka bila kuacha habari. Wengine walisema alihamia nchi nyingine, wengine wakasema alifariki. Bibi hakuwahi kuamini maneno hayo. Alisubiri miaka juu ya miaka, akitumaini kwamba mwanaye angerudi hata kama ni akiwa amezeeka zaidi. Ya hilo, watu wengi hawakujua kuwa bibi Shubiri alikuwa na ardhi kubwa iliyorithiwa kutoka kwa familia ya babu yake. Ardhi hiyo ilikuwa mbali kidogo, pembezoni mwa kijiji na iliachwa bila kutumika kwa muda mrefu. Bibi kamwe hakuwahi kuitaja wala kuonesha kujivunia kwa macho yake. Ardhi hiyo haikuwa mali ya kujisifu, bali ilikuwa kama kumbukumbu ya maisha aliyowahi kuwa nayo. Alisema mara nyingi moyoni, utajiri wa kweli sio kile kilicho mkononi, bali kile kilicho moyoni. Kwa nje alionekana maskini, lakini ndani yake aliishi hekima ambayo miaka haikuweza kulibomoa. Alijua kuwa maisha ni safari yenye milima na mabonde. Alijua kuwa upendo wa kweli haupimwi kwa kula chakula kizuri au kuvaa vizuri. Alijua kuwa heshima ni mavazi ya roho, sio ya mwili. Lakini watu hawakujua hilo. Waliomuona leo waliona tu mikunjo usoni, sura iliyochoka na mavazi yaliyofifia. Hawakuona historia, hawakujua siri, na hawakujua kwamba siku moja siri hiyo ingebadilisha maisha ya mtu mmoja aliyemsaidia bila kutarajia malipo. Kuanzia siku ile ya mgahawa, maisha ya bibi Shubiri yalianza kubadilika taratibu, si kwa chakula tu, bali kwa uwepo wa mtu aliyeonyesha thamani ya moyo. Kila asubuhi, wakati kijiji kinaamka na sauti za kuku zikiimba wimbo wa mwanzo wa siku, Juma angepita kwenye nyumba ya bibi. Alibeba mara nyingine mkate mdogo, wakati mwingine ndizi mbili, siku nyingine hata glasi ya chai aliyotengeneza mwenyewe kwenye moto wa mkaa. Hakufanya hayo kwa kujionyesha, wala hakutaka mtu yoyote ajue Hakuwa anafanya kimya kimya kana kwamba moyo wake ulikuwa ukiongozwa na sauti iliyo juu ya kelele za dunia. Shikamoo bibi, alisalimia kila siku akitabasamu kiasi. Marahaba, mwanangu. Umeamkaje leo? Bibi angejibu kwa sauti yenye ukarimu wa moyo uliozoea upendo. Walikaa pamoja nje ya nyumba kwenye kizingiti kilichochakaa, lakini chenye joto la ukaribu. Wakati mwingine walizungumzia maisha, wakati mwingine walinyamaza tu wakisikiliza upepo ukipita kwenye majani ya mihogo. Urafiki wao ulikuwa kwa ukimya kama maua yanayochanua usiku bila kelele. Juma alianza kujiona kama ana jukumu la kumwangalia bibi. Si kwa sababu alimuonea huruma pekee, bali kwa sababu alimuona kama mtu ambaye alibeba hekima ya dunia. Wakati akikaa pale, Bibi Shubiri alianza kumfundisha mambo ya ndani. Maisha siyo mashindano, mwanangu. Kila mtu ana wakati wake wa jua na wakati wake wa kivuli. Kutoa bali kunatengeneza nafasi kwa baraka mpya kuingia. Juma alimsikiliza kama mwana anayepokea urithi usioandikwa kwenye karatasi. Kwa upande wa bibi, moyo wake ulianza kupata joto ambalo haujalihisi kwa miaka mingi. Alianza kumwona Juma kama mtoto wake aliyepotea. Alikuwa akimwombea kimya kimya usiku akisema, Mungu mpe nuru na afanikiwe. Usimwache akapotea kama aliyepotea kwangu. Wakati watu wengine walimcheka, walimdharau, walimpuuza kana kwamba thamani yake ilipotea na umri. Juma aliona utu. Aliona roho. Aliona historia. Na hivyo, nyumba ile ndogo ikaanza kuwa na sauti ya pili. Sauti ya kijana anayesema, "Bibi, leo tuchome viazi." Na sauti ya bibi ikijibu, "Leo ni siku njema mwanangu." Katika dunia iliyojaa kelele, walitengeneza utulivu unaoweza kuponya moyo kwa kimya tu. Siku zilikuwa zimekuwa kama kawaida, kijana maskini akifika na kikapu cha wali au uji aliyoupika mwenyewe, wakakaa na bibi Halima chini ya kivuli cha mti wa mkorosho, wakizungumza hadithi za zamani na ndoto za kesho. Lakini siku moja hali ilibadilika ghafla kama mawingu yanavyofunika jua bila onyo. Juma alipofika pale nyumbani kwa bibi, akabisha hodi kama kawaida, hakusikia sauti ya jibu. Alihisi moyo wake kupiga kwa kasi isiyo ya kawaida akasukuma mlango wa udongo na mianzi, na ndani alimuona bibi amelala kwenye mkeka, amejikunja, akihema kwa shida. Joto lake lilikuwa juu, uso wake umegeuka rangi ya udhaifu. Bibi, bibi, ebu ongea nami, Juma alisema kwa sauti ya kutetemeka. Bibi Halima alifungua macho polepole pole, akamwangalia na tabasamu dhaifu. Mwanangu, mwili unanichokesha leo. Hakukuwa na muda wa kupoteza. Juma alimuinua kwa uangalifu, akamshika mgongoni, ingawa yeye mwenyewe hakuwa na nguvu nyingi. Kila hatua kuelekea barabarani ilimchoma kama kutembea juu ya mawe makali, lakini alikataa kuacha. Alifika hospitali ya karibu, iliyokuwa umbali wa dakika arobaini kwa miguu. Alipofika, watu waliomjua bibi shubi kutoka zamani walikuwa jasiri wa kuangalia tu bila hata kuinua mkono kusaidia. Baadhi waliwahi kumcheka bibi siku za nyuma wakisema mzee wa kuishi peke yake hawezi kuwa na maana yoyote tena. Sasa wakiona yuko katika hatari, wote walibaki kimya kana kwamba dhambi yao ilikuwa ikisikika ndani ya mioyo yao. Juma aliingia hospitali akiwa amepumua kwa shida, uso wake umejaa jasho. Tafadhali naombeni msaada, ni bibi yangu, alisema. Hata kama hakukuwa na uhusiano wa damu, alijaribu kujieleza kwa ujasiri usio na nguvu. Madaktari walimchunguza, walimpa maji ya mseram na dawa kupunguza homa. Juma alikaa pembeni, mikono yake ikishika mkono wa bibi kama mtoto anayeshika taa gizani. Usiogope Jamali, bibi alihema. Moyo wako ni baraka kuliko mali ya mfalme. Juma alinyamaza, machozi yakimtiririka kimya. Alitazama milango ya hospitali, akiona watu waliokuwa nje wakimwangalia kwa mbali. Walikuwa na uwezo wa kumsaidia lakini walichagua kutazama tu kama watazamaji wa sinema. Usiku ulipokaribia taa za hospitali zilionekana kama nyota wachache waliobaki mbinguni. Juma aliapa moyoni mwake atapigana hadi mwisho, hata kama dunia nzima ingemkataa. Kwa mara ya kwanza alikuwa amepewa mtu wa kupigania na hakutaka kumpoteza. Siku mbili zilipita na hali ya bibi Shubi ilianza kuboreka polepole. Madaktari waliendelea kumpa dawa na Juma hakutoka hospitalini hata mara moja. Alikaa kando ya kitanda akimwangalia kama mtu anayeangalia kipande cha historia ambacho hakipaswi kupotea. Wakati mwingine angeimba taratibu nyimbo za utotoni ili bibi apate usingizi, wakati mwingine wangesimulia hadithi za siku walizokaa chini ya mkorosho. Usiku mmoja, wakati upepo mdogo ukipapasa dirisha la wodi, bibi Shubi alimgeukia Juma kwa nguvu ndogo lakini yenye ukomavu. Alimshika mkono kama mtu anayeacha ujumbe wa mwisho wenye uzito. Mwanangu, alianza kwa sauti tulivu. Naomba nisikilize vizuri kabla mwili haujanipotosha tena. Juma alisogea karibu, akihisi uzito wa maneno hayo kabla hata hayajatamkwa. Mali yangu yote, ardhi yangu na nyumba ndogo niliyoijenga kwa miaka mingi, yote hivyo ni vyako. Juma alishtuka, akajaribu kukataa mara moja. Bibi, hapana, mimi sijafanya haya kwa ajili ya mali. Nilifanya kwa sababu. Bibi Shubi akamkatisha kwa ishara ndogo ya mkono. Najua mwanangu, na ndio maana nakupa. Wengine walikuja wakati nilikuwa na mali, lakini waliondoka nilipokuwa sina. Wewe uliniletea chakula, hata kama ulipata kwa shida. Ulikaa nami bila kuangalia wengine wanavyosema. Juma akainama, sauti yake ikitetemeka. Lakini sihitaji chochote, wewe ni kama mama kwangu. Bibi akatabasamu, ule tabasamu laini la mtu ambaye ameshuhudia roho ya mtu mwingine iking'aa. Wewe hukaa nami kwa njaa zako, ulijua sina cha kukulipa ulichonipa si chakula, bali utu. Na utu thamani yake ni juu ya dhahabu. Maneno hayo yalikaa moyoni mwa Juma kama muhuri uliochongwa na malaika. Hakutabasamu wala kulia, bali macho yake yalionyesha heshima ya kimya inayozidi maneno. Aliweka mkono wake juu ya mkono wa bibi, akakubali, si kwa tamaa, bali kwa moyo uliojaa heshima. Wakati huo huo, wale watu waliokuwa wakipita nje ya wodi wakijisemea kimya kimya, walikuja kufahamu makosa yao. Waliona jinsi upendo mdogo unaweza kubadilisha hatima ya mtu, na waliona kuwa mali haiwezi kununua huruma, lakini huruma lakini inaweza kurudisha dunia nzima. Juma hakupata tu mali, alipata urithi wa thamani zaidi, heshima ya roho. Mara baada ya kupona, bibi mzee alionekana akiwa na nguvu kidogo, lakini moyo wake ulikuwa bado mkali wa huruma na hekima. Kijana maskini aliyekuwa amekuwa akimtizama na kumsaidia kila siku sasa aliona nuru ya furaha kwenye uso wa bibi ardhi na mali zote za kifamilia ambazo bibi hakuwa ameweza kutumia kwa muda mrefu zilimkabidhi kijana huyo kwa heshima na kwa maneno ya shukrani, sio chakula ulichonipa, bali utu, moyo safi ambao haupimwi kwa mali. Kijana alishangaa sana, akijua kuwa baraka kubwa aliyopewa si ya kifedha tu, bali ni daraja la maisha lililojengwa kwa huruma na uaminifu. Alikubali kwa unyenyekevu, akiahidi kutumia mali hiyo kwa njia ambayo ingesaidia wengine kama bibi alivyokuwa amefanya. Wakati huo wale waliokuwa wamemdharau bibi mzee kuanzia familia tajiri hadi wafanyabiashara wa mtaa walikuja kwa hofu na tamaa, wakitaka kupata sehemu ya mali hiyo. Wakati walipojitokeza, bibi alitazama kwa upole, macho yakiwa na nuru ya hekima isiyoweza kuzimika, akisema kwa sauti ya kimya lakini yenye nguvu, msaada wa kweli hauangalii hali ya mtu bali utu wake. Watu wote walishangaa, wakijua kuwa matendo yao ya dharau na kejeli hayakuwa na faida yoyote lakini kwa moyo wa bibi mzee walipata somo la maisha, kwamba heshima na utu wa mwanadamu hauwezi kuuzwa au kupunguzwa kwa dhihaka. Kijana alikuwa mfano wa kweli wa upendo na uaminifu, akionyesha kwamba hekima ya bibi mzee haikuwahi kufa, bali ilitulia kwa kizazi kipya. Hadithi ilimalizika kwa ujumbe wa kiadili usioweza kupuuzia: usimdharau mtu kwa sababu ya hali yake leo, hujui kesho yake. Upendo na huruma hubadilisha maisha zaidi ya mali yoyote. Kijiji kizima kilijifunza thamani ya utu, huruma na mshikamano wa kijamii. Hata wale waliokuwa wamesahau heshima sasa walijua kuwa kila mtu ana hadhi yake, hata kama kwa muda inaonekana dhaifu. Bibi mzee aliendelea kuishi kwa amani, akitazama kijana aliyepata mafanikio ya kweli, akijua kuwa moyo mwema huleta baraka zisizo na kipimo.